TV e, leo tuko tena Jerusalem, New Jerusalem ni Ilemi hii Mbea. Sasa tupo hapa na mtumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana, amen. Mungu akubariki sana, kubarikiwe sana sana, amen. Basi unaweza ukajitambulisha kwa majina yako, atatueleza nini kilikuwepo mahali hapo. Oh, amen, karibu. Kwa majina yangu nilaitwa mtumishi wa Mungu Peter Mwankenja, ni mshirika wa kanisa la New Jerusalem kwa mchungaji Francis Joseph Mpori. Mimi uh, ni mwenyekiti idara ya vijana mahali hapa ya yeah. Siku ya leo tulikuwa tuna neema kubwa sana ya ugeni mkubwa uh, wa askofu mkuu wa makanisa ya AGGCI Tanzania na nje ya Tanzania Mzee wetu asumuisemwa Isabila alikuwa akiwasili siku ya leo mahali hapa New Jerusalem Amen. Ah ha, hongera sana mtumishi wa Mungu kupokea ugeni mkubwa namna hii. Kwanza mimi niwapongeze. Hongereni sana kwa kujenga jengo kubwa namna hii. Hongereni sana sana na waamsho mlionao, mimi nimeupenda sana. Ni nini mafanikio mlionayo kwa kanisa lenu meona, maana mna waamsho wa hali ya juu sana. Karibu. Ah, nina kila sababu ya kumpa Mungu tukufu na asa mafanikio ya kanisa letu yanapatikana kwenye kitabu cha Zaburi 133, na ile sura ya kwanza inasema tazama, jinsi ilivyopema ndugu wakae pamoja kwa umoja. Kilichotufanya mpaka tukafikia mafanikio haya basi ni ile sura ya umoja, kukaa pamoja na kwa umoja kushikamana sana. Amen. Ongereni sana. Amen. Ndiyo, ndio. Wewe unaimbia kwaya gani umesema? Mimi ninaimba kwaya mama ya kanisa au e, inaitwa New Jerusalem. Ongereni. Kwani hapa kanisani pana kwaya ngapi? Okay, hapa kanisani tuna kwaya tano. Hmm. Ikiwepo kwaya ya New Jerusalem, ushindi kwaya wa mama kwaya gospel kwaya na watoto kwaya. Ongereni sana. Ah, nimekuona mara nyingi ukiwa unahubiri mitaani. Umejifunza nini kwa mtumishi wa Mungu? Francis kwa huduma yake aliyonayo, na we pia malengo yako ni yapi? Amen. Sura mojawapo ambayo nimejifunza kwa mtumishi wa Mungu Francis Pori ah, namba moja ni hekima, unyenyekevu, lakini pia busara. Nimejifunza hivi na nimevuna kwa asilimia kubwa, vimesaidia sana na maisha yangu. Hongera sana, Mungu akubariki sana. Amen. Ninashukuru sana kwa ushirikiano wako. Mungu akubariki wa sana, mtumishi wa Mungu, tayari Naitwa mchungaji usege Mkanyemba kutoka Kiela, unasimama kama, kama kiongozi na katibu wa kanda nyanda za juu kusini kati. Leo tuko hapa kwa tukio maalum kwa ajili ya kulipokea kanisa la mchungaji wetu ambaye amekuja amemfata baba yetu Mwaisabila kwamba aje kwenye kanisa letu la AGCI kwa kweli tumemwona Mungu. Ni mchungaji ambaye ana waumini wengi. Tumefika hapa, nimekuta idadi ya waumini ni zaidi ya 700. Mimi nimempongeza huyu mchungaji kwa sababu katika dunia ya leo ni rahisi kupata askofu na maskofu ni wengi, lakini ni gharama kumupata baba askofu Nimetofautisha kati ya askofu na baba askofu, kwa sababu waskofu unazaliwa leo kesho, yani tunapata maskofu wengi, maskofu wakuu, lakini kumpata baba askofu ni gharama. Kwa hiyo, kwa kweli huyu mchungaji amepata neema na ni kazi njema, kanisa kubwa. Asante Mungu kwa kuona matendo makuu ambayo Mungu ameyafanya. Hongera sana mtumishi wa Mungu na askofu wetu wakanda, Mungu akubariki sana. Umejifunza nini kwa mtumishi wa Mungu Fransi hapa? huyu mchungaji, nilichojifunza mimi, nimegundua na neema mm, kwa sababu ana wakondoo waumini wengi, lakini si hicho, nimependa unyenyekevu wake mm, si hicho, nimependa utulivu wake mm. Kwa mtu mwingine kundi lilionalo hili, angesema nitakuwa askofu mwenyewe lakini akaona awe chini ya. Akaona awe chini ya. Ili aweze ya kulelewa kwa... na ubarikiwe sana Na wakati mwingine tena nimebahatika kukutana na pasta mwenyeji wa kanisa la New Jerusalem, na sasa msikia anavyozungumza kwa ujio wa maskofu na ugeni mkubwa uliokuwa mahali hapa. Karibu sana mchungaji, unaweza ukajitambulisha majina yako pia. Hongera kwa kupata na ugeni mkubwa namna hii, karibu ni mchungaji mwenyeji wa kanisa la New Jerusalem. Kiukweli nayo furaha kubwa kwa kutembelewa na kiongozi wangu mkuu wa taifa wa kanisa la AGPCI kyo tumeisikia baraka kubwa sana kwa we, mzee wetu kutembelea mahali hapa. tumemwona Mungu kwa viwango vikubwa sana hivyo tunabarikiwa sana na mzee wetu, na Mungu endelee kumpa maisha marefu. Amina. Mungu akubariki sana, mtumishi. Mimi nimependa sana na nimefurahia sana nini. Ambayo siri ya mafanikio yako kupata kanisa kubwa na waumini wengi namna hii, labda siri ya mafanikio ni nini? Uh, na siri ya mafanikio ni kuwa mwaminifu kwa Mungu na kujitoa Mungu na kulitumikia kusudi kwa kusudi la Mungu kwa, kwa, kwa ukamilifu. Amina sana Amen. Mungu akubariki baba, nashukuru sana kwa ushirikiano wako. Amina sana Amen.